Unatafuta side hustle halali na legitimate ya kufanya ambayo haihitaji skills wala mtaji ili kutengeneza pesa, lakini hujui ni ipi. Good news ni kwamba unaweza ukatengeneza pesa kwa kuondoa background tu kwenye picha, sio kuedit picha nzima. Hapana, just kuondoa background tu unatengeneza pesa. Haya yote unaweza ukayafanya kwa kupitia simu yako. Download application ya Fiverr, then sign up. Eh, kwa kutumia Gmail ama Facebook afu fanya verification. Ukishafanya verification, njoo kwenye homepage hapa dashboard e, eh, click hapa, pameandikwa gigs ehe, eh, nenda kwenye hicho same cha kijani hapo e, eh, create a gig e, eh, fungua hapo kisha funguka hapo ehe, eh, hapa utaandika gig title ama title ya tangazo ambapo utaandika I, I will do a background remover baada ya hapo utakuja hapa kwenye categories e, utaweka graphic and designing afu huku utatafuta e, photo editing or background removal. Utamalizia kujaza na taarifa zingine ambazo ziko hapa e, baada ya hapo utaenda kwenye pricing <coughs> kwenye pricing utabadilisha vifurushi, utaweka standard basic and premium. Baada hapo utakwenda kwenye description utajaza e, description au kuelezea e, kazi unayofanya. Baada hapo utaenda kwenye requirement, ni vitu gani wateja wanatakiwa kuvileta wanapotaka kufanya nao kazi. Alafu baada hapo utaenda kwenye eh, advanced setting uta set eh, alafu utaenda kwenye gallery utaweka picha tatu. Picha moja itakuwa ni bango ambalo linaonyesha service unaotoa, picha mbili zinaonyesha eh, kazi ambazo umefanya background ulizo remove. Alafu pia utaweka video ya utambulisho ambayo inaonyesha wewe ni nani na unafanya kazi gani. Ukishafanya hivyo una publish. Ukisha publish kazi ya kutangaza waachie Fiverr. Unaweza ukaona mimi hapo, na nina impression 91, na maana tangazo langu Fiverr wanalitangaza kwa watu. Subscribe na follow kama unatafuta side hustle ya kufanya e, bila kutumia mtaji na bila kutumia skills. Na hii ni michongo legit.